Ya vijana na watoto na ni sehemu ya wazee, wanawake kwa wanaume, na sote tunaunda taifa letu, na taifa hili ni kazi ya Mungu mwenyewe aliyotupa. Yeye ametuleta duniani na kwa nyakati mbalimbali anatupa wajibu wa kuitunza dunia, na zamu hii imekuja tena, wakati huu kututaka tuchague viongozi, na ndiyo sababu nimesimama hapa. Endapo nitachaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jambo la kwanza ambalo nimewahi kulitamka tena ni kwamba kama mama, kama mama wa Kitanzania, kama mama ninayejua maisha ya Mtanzania wa kawaida kabisa. Kwa sababu na mimi nimelelewa katika maisha ya Kitanzania ya kawaida kabisa, na wazazi waliolima waliofuga, waliouza mboga, waliofanya shughuli zao ili kuweza kujikimu na maisha. Wazazi wangu walikuwa ni watu wanaofanya kazi kwa bidii mno. Ninaamini wazazi wengi walioko hapa na walioko majumbani, tunajituma ya kutosha ili kuhakikisha kwamba tunamudu maisha, lakini mfumo wa nchi yetu umeshindwa kutupa fursa ya kuthamini juhudi zetu umeshindwa kutupa fursa ya kuthamini utu wetu, na ndio maana ACT wazalendo tunasema mwaka huu mkazo ni utu, ni uzalendo na uadilifu. Naomba tuyaseme maneno haya wote, ni utu, ni uzalendo na uadilifu. Naomba tuseme pamoja wote, ni utu, ni uzalendo, ni haya mambo makubwa matatu ambayo Mwalimu Nyerere aliyafanyia kazi kubwa sana, akatusaidia kuweka misingi ya nchi yetu. Lakini mambo haya haya ndiyo leo yameporomoka kwa Watanzania, na hayaonekani tena, na ndiyo maana tunasema ni lazima turejeshe misingi iliyoliasisi taifa letu, ni lazima tulirejeshe taifa letu katika misingi, na ni lazima tuhakikishe kwamba utu uzalendo na uadilifu ndio unasimamia taifa letu. Kwa hiyo, endapo Watanzania mtanipa ridhaa hii ya kusimama kuongoza taifa letu kwa nafasi ya urais, nitaunda serikali ya umoja wa kitaifa. Mimi ni mama, mama hukusanya watoto wake, hata mama wa kuku, mama wa vifaranga kukusanya vifaranga vyake pamoja na kuvifunika kwenye mbawa zake. Mimi sina mbawa za kuku, lakini nina mbawa za moyo. Moyo wa mama ni moyo wa upendo, ni moyo wa umoja. Nitaunda serikali ya umoja itakayotokana na viongozi wa chama changu, itakayotokana na viongozi wederefu waadilifu na wazalendo kutoka vyama vingine. Nitaunda serikali ya umoja wa kitaifa itakayotokana na watu kutoka kwenye sekta binafsi, lakini wawe wazalendo, wawe na utu, wawe waadilifu. Nitaunda serikali itakayotokana na watu kutoka katika taasisi za kijamii, kutoka mashirika mbalimbali mbali ya kidini kutoka makundi mbalimbali mbali ya umma ili kuunda taswira ya nchi yetu.